Kamati ya Bunge imekuja kukagua mradi mkubwa wa maabara ambao tumekuja kuushuhudia. Tumekagua, tumejiridhisha, tumeangalia kwamba mradi huo ni muhimu ndani ya nchi yetu na utasaidia sana kuingiza vifaa ambavyo ni vya kielektroniki, vile ambavyo havina ubora utakuwa msaada mkubwa sana ndani ya nchi yetu. Tunawapongeza kwa uwekezaji mkubwa ambao umefanyika, na kamati ya bunge imetoa ushauri kwa serikali na kwenye maeneo ya TCRA ili yaweze kufanywa maboresho. La kwanza tunaishauri serikali mfumo wa TCRA ambao tumeushuhudia una uhitaji wa taasisi zingine za serikali kama vile TBS. Kwa hiyo, eneo hili tumeiomba serikali kupitia wizara waweze kuunganisha mifumo ambayo itasaidia kuwa na shughuli moja ambayo itakuwa na mawasiliano kati ya TCRA na TBS ili kuweza kumudu uingizaji wa vyombo ambavyo havitakuwa salama kwa matumizi ya wananchi au Watanzania kwa ujumla. Lakini jambo la pili, tumeshauri serikali na TCRA kwa ujumla, mtambo huu ni mpya, bado elimu ya mlaji wa mwisho ambaye ni mwananchi hajajua. Sisi tumeenda kukagua, tumeangalia simu inapoingia nchini ikishakaguliwa na TCRA kuna lebo ambayo ipo ambayo inakuonyesha kwamba simu unayoinunua ni salama na imepitia kwenye maabara ya TCRA. Kwa bahati mbaya, watanzania walio wengi bado hawajui. Kwa hiyo tumeiomba TCRA watumie sasa nafasi hii kutoa elimu kwa umma ili wananchi waweze kutumia fursa iliyowekezwa na serikali, watumie vizuri na wao iwanufaishe. Haya ni maeneo ambayo tumeishauri serikali, lakini tumeiomba TCRA, kwa kuwa, kwa kuwa mtambo huu upo kwenye eneo hili la nchi yetu, Afrika Mashariki na Kati bado hawana mtambo kama huu, waitumie kama fursa ya kiuchumi na watangaze ili nchi zinazotuzunguka waitumie kwenye maabara hii, ili iweze kutoa mifumo ambayo itawasaidia kiuchumi na kuitangaza nchi yetu, ili waangalie uwekezaji uliowekwa na serikali. Haya ni baadhi ya vitu ambavyo tumevibaini, lakini kimsingi tunawapongeza sana TCRA na serikali kwa ujumla kwa uwekezaji mkubwa ambao umewekezwa na fedha za walipa kodi zinaonekana.